Shalom, Bwana Yesu asifiwe tela. Tupo hapa kwa ajili ya mwendelezo wa pindi au somo la ndoto, na hapa nataka kuzungumzia juu ya ndoto ya mtu kung'atwa na nyoka. Unaweza ukawa unaota nyoka na kung'ata, aidha kwenye mikono au kwenye miguu. Ndipo sehemu ambayo nataka kuzungumzia hasa specifically. wakati mwingine si tu nyoka kukung'ata kwenye mguu, unaweza ukaota nyoka na kukimbiza anakimbiza unakimbia na kimbiza, una, una kimbia, unaweza kumshinda, au nyoka akaingia chumbani kwako au akaingia kwenye eneo lako la kazi. Hizo zote ndoto hizo zote zinakuwa na maana, na watu wengi wamekuwa wakishangaa kwa nini baada ya kuota nyoka anawafata anawakimbiza au anang'atwa, kuna vitu haviendi sawa. Kwa sababu so, nyoka ukiota nyoka anakung'ata, katika ulimwengu wa roho maana yake nini? Katika ulimwengu wa roho maana yake moja ni kwamba kuna nguvu za giza, nguvu za kishetani ambazo zimeingia ndani yako. Kama zime, ume, amekung'ata kupitia mkono wa kulia, unatakiwa kujua kwamba kuna nguvu za giza zimeingia kwenye kwenye maisha yako kupitia mkono wa kulia na kwa so inakuwa ni kwenye mkono wa kulia unoti hii mikono, usiseme tu kwamba ni kung'atwa. Mkono wa kulia katika ulimwengu wa roho umebeba juu ya miaka ya mtu au maisha ya mtu, kuimaanisha ni uharibifu ambao umeingia au nguvu za giza zilizoingia kwa ajili ya kuharibu maisha yako. Kuimaanisha kwenye maisha yako, mara nyingi utakuwa ni mtu wa kukutana na matatizo mambo yanayojirudia vitu vinaharibika vitu vinaharibika kwa nini kwa sababu amekung'ata katika mkono wa kulia anapokung'ata katika mkono wa kushoto unote kabisa kwamba hiki kitu ni kitu ambacho ni nguvu za giza zimeingia ndani yako, lakini kupitia mkono wa kushoto. Na mkono wa kushoto katika ulimwengu wa roho ndio mkono ambao unaweza ukatambulisha maisha ya mafanikio ya mtu, kumaanisha uchumi wako unaanza kudrop. Ndio maana mara nyingi mtu anapoota nyoka na mng'ata, kinachofata ni vitu vyake kutokwenda. Maana yake ile ni roho ya uharibifu, ni nguvu ya giza ya uharibifu imeingia katika maisha yako. Lakini nini kinachotokea pale anapokung'ata kupitia mguu, maana yake hivyo hivyo anakuwa anadiri na umiliki. Ndio maana unakuja kushangaa, kuna wakati unaanzisha vitu kabla havijasimama unaviacha, unaanza vitu vipya kabla havijasimama, vinaharibika vinaanza, unaanza tena upya. Unakuwa na maisha ya kuanza na kutokuweza kufika sehemu pa kusimama kusema kwamba umemiliki. Hivyo hivyo ndivyo inavyotokea para ambapo huyo nyoka unaweza ukamwota amekung'ata kwenye kidole gumba cha mguu it means kuna vitu vingi ambavyo utakuwa na vifanya ambavyo havitaweza kusimama, havitaweza kukaa vizuri, havitaweza kukaa kama Mungu anavyotaka vikae. Kuimaanisha unapoamka tu baada ya kuota hiyo ndoto, utakiwa kupuzia maana, mara nyingi mtu akiota akamka, anaweza akamka na hofu, naweza akamka akiwa na uoga na wasiwasi, lakini baada muda hiyo hali huwa inapotea kupotea. Kwa hiyo hali sio kwamba ndio madhara ya huyo nyoka yameondoka, ndio maana natakiwa kufanya prayer Unatakiwa kufanya maombi, maombi kwa ajili ya kujitenga na kila sumu, ambayo kila roho ya uharibifu ambayo huyo nyoka ameuacha katika ulimwengu wako. Unatakiwa kuomba ili Mungu apate kukufungua na no. Ukiona unaomba au hujapata suluhisho, ni vema ukamtafuta mtu wa Mungu, au unaweza ukatupigia kwa namba za simu zilizoko hapo, tukapata kusaidia kwa maombi. Lakini, unatakiwa kuwa unaomba. Unaweza ukawa unafuatilia maombi kwa njia ya mitandao, unaweza ukawa unafuatilia maombi kupitia YouTube channel yetu. Mungu akubariki, Mungu akupe mema, ni kutakie kipindi kizuri kijacho. Usiache kutufuatilia, na hasa nitakapokuwa nazungumzia juu ya ndoto za aina nyingine kwa kipindi kijacho. Mungu Mungu akubariki na Mungu akupe mema Amen.